Ninyi ni chumvi ya dunia. Ninyi ni chumvi, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Sasa niangalie kikaweda, chumvi haiwezi kuharibika. Sijai kuona chumvi iliyoharibika, kwa ni ngumu chumvi kuharibika, lakini ikiharibika haiwezi kusafishwa tena. Inua macho nitazame. maana yake kuharibika kwa chumvi, aidha chumvi ichanganywe na kitu kingine mbaya, kibaya kama ndani ya chumvi kiweka mchanga au ndani ya chumvi kaweka sumu, huwezi kuisafisha tena, ni kutupa tu. Lakini sasa Nalifana nasema ninyi ni chumvi ya dunia. Kwa maana hiyo ninyi hamtakii kuharibika, ukiharibika hautafaa tena ila utatupwa na kukanyagwa na watu. Kumbe kuna watu ambao wametupwa, halafu wanatupwa nje na kukanyagwa na watu, watu wanaokanyagwa na. Ukiharibika unatupwa nje halafu unakanyagwa na watu. ina mikono juu Nimekataa kuharibika, semeni wote kwa sauti wote na nimekataa kutupwa pia, nimekataa kukanyagwa na watu. Piga Bwana makofi. Sikiliza kwa makini, fungua sauti yako, sema amen. Usijisifie kufanya dhambi, usijisifie kuwa mbaya, usijisifie kuroga, usijisifie waganga wa kienyeji, usijisifu kwa sababu wewe unawachezea wengine, maana Mungu atakutupa na akishakutupa haishii kutupa tu, anakuweka chini nyayo za watu wakukanyage. Unakanyagwa na watu wakianza kukanyaga hakuna atakaye kuokoa. Inua mikono tena, inua juu kabisa, sema Baba, toa sauti, sema Baba, naomba, naomba, usinitupe, usinitupe, nikakanyagwa na watu, nisaidie niwe chumvi kwa jina la Yesu, shusha mikono. Nini kazi ya chumvi? Chumvi kiunga chakula, kinabadilisha ladha. Chumvi kiweka ndani ya mchicha, inakuwa mchicha mtamu. Chumvi kiweka juu ya nyama, inakuwa nyama tamu. Chumvi kaeka juu ya nyama hata kama ni mbichi, haitaoza maanake, chumvi inabalisha, inazuia uozo. Wewe ni chumvi, Yesu anasema wewe ni chumvi. Kwa maana hiyo, pale unapokaa, natakiwa wewe uzuie uozo, unatakiwa unapokaa wewe ulete ladha, sio wewe unakuwa pilipili. Haujaambia we, wewe ni pilipili, wewe sio pilipili. Unajua tofauti ya pilipili na chumvi? Pilipili nafanyaje? Sinaweza pilipili nafanyaje? Chumvi inaleta ladha nzuri, shika mkono jirani yako. Mwambie usiwe pilipili, mwambie kwa sauti, mshike mkono, mtikisi kidogo, mwambie acha kuwa pilipili. Uwe chumvi na ulete ladha nzuri pale unapoishi pale unapofanyia kazi, kule kwenye ndoa yako uwe na ladha nzuri, si ulete upilipili wako. Ni chumvi ya dunia tena, tena sio chumvi ya kijiji, dunia. Siku hizi wakiiza wengi sio chumvi, ni pilipili, ukikaa naye problem. Leo nakubadilisha kwa jina la Yesu, uwe chumvi, uache matusi, uache migogoro, uache wizi, uache utapeli, uache dhambi. Mke uliyemwoa unamtesa tu, kuongea naye vizuri, uweze kuchekea mke wako Mwanaume mzima mapepo jini makata, ukiingia nyumbani kwako kuna chafuka. Mwanaume gani wewe? Hauna ladha ya chumvi, familia yako haili chakula, inalala njaa, uhemei mwanaume utoe hela za matumizi. We mwanaume kabila gani ambayo watu wa kwako hakuna siku wanapata raha. Yani, hata familia yako wewe mwanaume haijui kula nyama. Naongea na wanaume hapo wanaume watanipenda na. Yaani mwanaume unaenda kwenye kijiwe unapiga mishikaki saba ya peke yako. Unakuna panga vinywaji vya kwako, familia nyumbani wanadagaa wanakula dagaa na vichwa. Sio, naongea na wewe mwanaume wewe, wewe. Mbona uniangalie? Niangalie, tuangaliane ni mwanaume. Hemelea familia yako wale washibe, unaenda kuhonga wanawake. We mwanaume, kabila gani wewe? Gani wewe? Ukipata hela mwanaume unabadilika, unakuwa mbogo, unakuwa pilipili, unakuwa kicheche. Huwezi kutulia na hela mwanaume? Vipi? Leo nataka mwanaume badilike, we chumvi, wache kuwa pilipili. Mwanaume upeleke watoto shule. Mwanaume, watoto wako ndio hao watakuwa wavuta bangi wote, kwa sababu baba yao ndio wewe huyo. Baba yao ndio wewe. Baba kabila gani wewe? Najua hawezi kunipenda kwa sababu mimi, mimi ni jaji, mimi ni daktari. Daktari akikupiga sindano hawezi kufurahi, inaumiza. Hata wakati daktari anakufanyia operation akipasua tumbo upendo wewe mwangalia jicho la upendo dokta. Sawa, ana cooperate, hasa pamoja na cooperate. Nataka kutoa ile wanaita nini ile, ile ile yenye sumu ndani. Nyongo. Mwanaume, nataka watoto wako wasome, watoto wako wape akili, na utunze familia yako vizuri, uziache mkeo, ukae na mkeo mwanaume. Kwa jina la Yesu, aishi hapo hapo. Wewe ni mwanamume mbomoaji, mwanamume mjenzi, uwe chumvi. Shika mkono jirani yako, mwambie uwe chumvi, uwe chumvi. Mwambie kwa sauti, uwe, uwe, chumvi, uwe, chumvi, uwe, uwe, uwe. Kila mmoja aitike useme ameni, amen. Yesu anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Sasa siku hizi watu wengi sio chumvi, wameharibika. Hawa na lugha nzuri sio wajenzi, ni wabomoaji. Sasa wanaume wana nafuu, kuna jinsia nyingine niko najaribu kuikumbuka hatai. Ah, yeah, mm, maneno elfu tatu kwa saa moja. Punguza maneno kama mmekaa karibu na mwanamke yote, mwambie punguza maneno, mwambie punguza maneno, mwambie unaongea sana wewe, punguza maneno. hmm? Amen. Yani unaongea mpaka kwenye ndoto. hey, hey, hey. hey. nyumba haikaliki dada mmoja ndani ya nyumba moja, vipi? kuna wanawake elfu mbili kupiga ma makofi vizuri, Mungu asikie makofi yako. Piga mikono, piga mikono, piga mikono. Piga mikono yako. Kani zima tuseme amen. Amen. Hapana, hamjasema wote. Hata wale hamtaki. Sasa zimesha kusema sasa uitikii. Umezila. Haubiligana na wewe unatuchambua chambua. Unataka tukuzivie zivie. Hata ugali kabla hujaliwa unasongwa kwanza. Geuza katakata ugali unarudisha hivi. Ndio utafaa kwa tumbo. Nawe lazima nikusonge kwanza. Ndio utafaa kwenye jamii. Nikikusifia peke yako naenda kwa mbaya. Inani mikono juu. Tamka neno, sema Yesu nibadilishe. Niwe ndugu ninayefaa kwenye jamii. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema amen. Shusha mikono. Yesu, lazima ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi kiharibika. Chumvi kiharibika. Hebu sema chumvi kiharibika, okay. Maana yake anamaanisha wewe ukiharibika huwezi kupona tena. Ukiharibika, na humu kuna watu mmeshaharibika, huongei vizuri, huwazi vizuri, ulishaharibika. Ulikuwa mtumishi mzuri, siku hizi umeharibika. Ulikuwa dada mwema, siku hizi umeharibika. Ulikuwa kijana mzuri, umeanza kuharibika na amuru kwa jina Yesu, roho ya kuharibika iishie hapo hapo. Usiharibike tena. Maana ukiharibika, utatupwa nje na utakanyagwa na watu. Watu hawana huruma, watakukanyaga. Na kwa chini yenye za watu. Sasa badili mfumo wa tabia zako, uache kuharibika. Kwenye jamii, nyumbani kwako, kazini acha kuharibika. Acha kuharibika. Naongea na wewe, acha kuharibika. Luka 14:34. Luka 14:34. Anasema chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Tutakutia nini ukolee na umeshaharibika? Sasa cha kufanya usiharibike, na watu kwa amani. Hello. Pale unapoishi mna amani, unasababisha amani nyumbani au unasababisha migogoro? Biblia inasema uwe na chumvi. Chumvi natia radha nzuri. Uwe na chumvi ndani yako, ukasababishe amani pale unapoishi. Inua mikono yote juu kwa haraka, sema: Baba, naomba nibadilishe, niwe na chumvi ndani yangu, niwe chumvi kila ninakokwenda, kuanzia nyumbani kwangu, kazini kwangu, na kila ninachokifanya niwe na chumvi. Kwa jina la Yesu nakataa kuharibika. Sauti kubwa sauti yako kwa jina la Yesu hai. Wote tuseme amen. Kwa mfano, familia nyingi zetu za Kiafrika zina migogoro. Hakuna familia iliyotulia. Choko choko ni nyingi choko choko. Hebu sema choko choko. Hebu ongea sema choko choko choko choko. Haleluya unachokozana yani, ni kuchokozana, unachokoza na kuchokonoa. Yani, kuna watu katabia yenu ni kuchokonoa. hata kama mtu alikuwa hataki mgogoro, mtamchokonoa tu mpaka mgomani. Wewe umeokoka, umesha kuwa mtoto wa Mungu. Chokochoko choko za nini? Acha kuchokonoa, acha kusababisha migogoro, acha kusababisha mabaya, acha kuwa pepo binadamu, acha chokochoko choko, sababisha amani. Uwe chumvi katika familia yako, jamii yako na popote ulipo. Uwe chumvi kwa jina la Yesu. Nasema uwe chumvi kwa jina la Yesu. Nasema uwe chumvi kwa jina la Yesu. Nasema uwe chumvi kwa jina la Yesu la hai. Ina mikono. Na mtoe sauti. Wewe unakuta ananuna kuanzia asubuhi mpaka jioni, hucheki. Hivi tangu mwezi unaanza watatu leo unakaribia kuisha, hujacheka hata siku moja. Utakuwaje chumvi umenuna saa yote. Sema, semae hey, Baba nijeuze leo amen. Niwe chumvi yes, mahala nilipo kwa jina la Yesu. Wote tuseme amen, piga makofi, piga makofi. Okay. Kwa nini watu wengi wanarogeka? Kwa sababu wewe mwenyewe unaishi maisha ya kishetani. Wewe ni mumbea wewe ni muongo, wewe ni muzushi, wewe mwenyewe na roho mbaya. Sasa hata ukitaka, kwa sababu namna ulivyo, umekaa mfumo wa kurogwa, sababu wewe haukai kimungu na majani choma moto tu. Anasema kknkila ameanza tena na upande jamani tam nipungie mkono, nipungie mkono, nipungie mkono. Fanya hivi mkono. Haya, unajua kwa nini watu wengi wanaolewa na achika? Yeye mwenyewe hayuko sawa yeye mwenye... unajua ukinuna kuanzia asubuhi mpaka jioni, aliye karibu na wewe na maswali mengi sana, huyu huyu atanipa sumu huku kununa, hata niacha salama kwa unamtia hofu Nitasema useme amen. Amen. Biblia inasema iwe amani, una amani, amani na amani na watu wote. Kwa nini wewe unashinda huna amani na raha huna amani? Kwa nini nakaa na hasira za yote? Why? Biblia inasema hasira yako isifike jioni bado ipo. Uwe na hasira lakini uwe na kiasi kidogo. Kwa nini wewe unatukana kuanzia Januari mpaka Desemba tu si milele lile? Sasa yule anayekaa na wewe anaanza kuunda majibu menyamanza tumefula mefula na hivyo na mashavu makubwa ukiongeza z kafanya mm. Mtu anasema huyu asiponipa sumu usiku, atanichoma kisu. Sasa nafanyaje? Lazima mtu atakutoroka. Nasikia mtu anasema mme wangu alinitoroka, ninuna ah, mno lakini huyu ndani ambaye hana amani atanipakulia dagaa na sumu. Bwana, nijiokoe uwe na tabasamu saa yote, uwe mtu akuonyesha uso wenye furaha, hata kama hujashiba onyesha furaha, hata kama unaumwa onyesha amani, ili wanaokuona wasitengeneze majibu mabaya. Mwenye akili moja pige kelele, aseme amani, atkajiva majibu This man is this why why why why why? Wana viruko kinua ndoo na tengeza kumi na bomoa, sema baba na umo, nibadilishe niwe na chumvi ndani yangu, niwe na tabia njema, niwe baraka kwa watu wengine, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wote wa salaame ni kama chumvi kama vile chumvi ina soko, unapaswa na wewe kuwa na soko kwa jina la Yesu. Kama vile chumvi ina kibali, unapaswa kuwa na kibali na wewe kwa jina la Yesu. Kama jinsi hiyo nami, inua mikono juu, sema yeah! Haleluya. Anabaza wewe ni chumvi, maana yake hautakataliwa. Ah, wanaosema mimi ni wachache, maana yake hautakataliwa. Haleluya. Chumvi haikatali? Na Yesu amesema wewe ni nini? Sasa ya chumvi ya kijiji, chumvi, chumvi. Yaani una kibali duniani kote, inua mikono juu. Sema asante Baba kwa kunipa kibali duniani kote. Ah, sema asante Jehova. Kwa sababu mimi ni chumvi duniani kote. Nakubarika, kubarika kama chumvi duniani kote. Wenye akili kubwa sema amen. Amen. Nifuate vizuri. Nifuate vizuri. Yesu alimaanisha wewe ni chumvi. Maana yake kama vile chumvi ilivyo na kibali, kama vile chumvi haikataliwi, kama vile chumvi haiingiliwi na wadudu. Huwezi kukuta siafu au sisimizi ndani ya chumvi, huwezi kukuta wadudu ndani ya chumvi. Ukiwa chumvi, wadudu hawaingii ndani yako. Maana yake wewe unaweza ya kutokuingiliwa. Okay, pekee upako wa kutongiliwa na wadudu kwa jina la Yesu. Wadudu, mdudu yeyote hataki kuingia ndani yako. inanikiro juu sema, so asante Baba, maana mimi sitaki kuingiliwa na wadudu wa aina yoyote.